Sasa tumesubiri tumesubiri tumesubiri, pesa zinapatika uwezi, yes. Toka namba one ukaenda namba 4 kuna ili awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, sasa watu wanaruka hapa Unasikia pesa zimelipwa Bofu, Nunguni, Madewani, Macho bado haijalipwa, na Macho ndio kunafanyika kazi ya Kwale pale. Hiyo ndio shida. Sisi tumekuja hapa kwa niaba ya kuandamania mambo ya Mwache dam project, na shida yetu ya kwanza kubwa, kwanza ni compensation si ndio? yeah. si tunataka tulipwe, yeah. shida ya pili kawa ni employment si ndio? unataka yeah. tuajiriwe kazi na ule nyanyasaji uwe hautakuwa ndani, si ni kweli? yeah. ya tatu kulikuwa kuna scholarship, kuna shida si ndio? mm -hmm. Na mengine mengi kama vile makaburi makaburi hakuna. mm -hmm. tukis, tukifa atujui tutazikana wapi? mm -hmm. Kuna mambo na maisha mbadala yenye pengine mtu alilipa 2020 20, mpaka leo hajapata maisha mbadala si kweli? ni kila mwaka sawa sawa. Sasa kuhusu compensation, mimi nimeconfirm pesa imeingia, ni sawa. Mimi nimeconfirm mwenye mimi pesa imeingia, mmenisikia, lakini Si mnajua mimi si si ndio? si mnajua siweidanganywa mimi yeah, nime confirm pesa imeingia, nataka tushike hili moja, pesa imeingia. ni sawa kusuhi mambo mengine ya graves. Yeah. Pesa yeah, imeingia kwa account mimi mimi. Tuwe kama nisinge Nisinge confirm, confirm. Kwa kwa nime confirm nime take responsibility sawa, nisingesaakaa chini sasa. I think bwana uh, uh, SCC you are noting that we need also to establish ni priority areas gani Sababu mimi ile kitu naelewa ni ya kwamba pesa zilikuwa sasa zikija zinalipwa kila mtu, hiyo ndio kitu iko. Lakini ile kitu nakuhakikishia kabla majuma mawili hajaisha mtatuona ground huko, tukiwa na wizara, tukiwa na NLC National Land Commission, tukiwa na kila department ili tuweze kujua ni priority gani iko namna gani, ni priority gani, ni priority gani. Ni kina nani wanapata, ni gani hivyo, hizo hiyo mipangilio yote kwa hivyo nawaelezea, na tunakuanga, by the way, mnakuanga na representation pia, na hiyo representation mheshimiwa, hata MCA mheshimiwa bunge, excellency the governor, na viongozi wote, na e, MCA wa wapi, amisi ni wa wapi huyu Mavundo? yeah, yeah, pande ile. Kwa hivyo tukiwa na wao viongozi ni kuweka vichwa plus even the technical part ile iko hapa ili tuweze kujua, unajua kuna wenye wao wanafanya mambo yao yale, lakini nakuhakikishia kwamba your concerns are going to be addressed, rest assured. Mimi nikitoka hapa ni lazima within 2 3 weeks mtatuona kwa ground, tufanye mkutano tukiwa na wale mabwana, waseme tumepata hela hii, tunapeana hii pande hii, tunafanya namna hii, hawa ndio wanapata hiyo. Ndio kitu ambayo mimi natarajia, kama mimi, sababu hicho ni kitita cha hela, na mimi hata mwenyewe sijui kitaenda namna gani, sijui kama wanielewa. Tumeonyeshwa hela zimeingia, lakini hatujui hela zitapeanwa pande gani. Kwa hivyo ni wale technical team ndio watatuelezea ndugu yangu. Hela ndio imekuwa donda sugu. Kama hela ikija, najua mambo yote italainika ita, ita kwa hivyo hiyo ndio kitu naweza kukuelezea. Kita Online TV.